Uh, hali gani mpenzi msikilizaji, tunaendelea na sehemu ya tatu ya simulizi yetu ya jamani, Silvia. Sehemu ya pili tuliishia pale ambapo, uh, mke wa Benson ambaye ni mama Junior alikuwa amekwenda pale ambapo anakula chakula Silvia huku akiwa na uma mkononi. Nini kilifuata? Mimi na wewe hatujui, lakini tuungane pamoja hapa ili kujua mwandishi ametuandalia nini. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment katika kurasa zote za mitandao ya kijamii. Kama unahitaji grupu la WhatsApp, basi unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari hizo 0683 277 nami nitakuunga moja kwa moja kwenye grupu la Simulizi Club. Silvia anatuambia: wakati nikiwa kantini napata chakula cha mchana, alikuja mkewe Beni na kukaa mezani mezani, mbele yangu, huku akiwa na uma mkononi, akauweka mezani. Nikamsalimia, "Oh Mama Juni, ni habari?" nilimsalimia akaniambia nzuri. Akaniuliza hivyo o, ni nani kwa mume wangu? Nikabaki namtizama. Akaniuliza hujasikia swali langu? Nirudia unatafuta jibu la kunipa? Akili ilianza kwenda resi, sikujua namaanisha nini. Nilimtazama nikatazama ule uma na kuanza kutabasamu. mimi ni mfanya kazi mwenzie na pia kama bodi wake, nilimjibu hivyo. Akaniambia sikia, sikia nikwambie. Nimeanza kusikia minong'ono kwenye hii kampuni kwamba mpo karibu sana. Yeye ni mume wangu, nimezaa naye mtoto mmoja pia, wa pili upo umua anakuja, aliongea huku akigusa tumbo lake. Nilimtizama, nilitizama huku na kule kama kuna watu wanatuangalia ila walikuwa bize kidogo. Nilisogeza sahani pembeni na kukaa vizuri. Nilimuuliza, Hivi unajua thamani ya mumeo wewe? Aliniangalia na kuanza kucheka. Oh, kumbe wewe ni nani mpaka uniulize nani na nikujibu? Na yeye aliniuliza hivyo. Nilimtazama kwa hasira huku uso ukionyesha tabasamu na amani kama rafiki wa Benson. Sikia dada, nikwambie: ukiwa na wivu basi jaribu kumwenda mke mu. Sikia dada, nikwambie: ukiwa na wivu basi jaribu kumwenda mumeo unayempenda Nilimjibu na kuinuka huku nikiondoka. Sikutaka tena mabishano, nilijua mwisho hautakuwa mzuri. We Sylvia, hatujamalizana bado, weka akilini hilo, aliongea huku akinirushia uma wake. Nilimwangalia na kuondoka. Wakati huo watu waligeuka pale kantini na kututazama sisi. Nirudi nyumbani jioni nikatafuta ma, madalali wa vyumba. Hatimaye nilipata karibu na kazini, yaani njia ya kuelekea kwenye kampuni yetu. Nilipanga hapo nyumba nzima kwa kijijini, sio bei sana, na sasa tulikuwa tukikutana kila wakati na Benson, ila nilimwogopa pia mkewe, maana alikuwa kama ana kichaa, haogopi kitu, akiamua kuropoka na ropoka tu, akiamua kufanya fujo ashindwe. Maisha yalizidi kusonga mbele, huku karibu kati yangu na Benson ukazidi kushamiri. Nakumbuka siku hii alitoka kazini na kupitia kwangu akiwa kachoka sana. Kwa jinsi ninavyompenda, nilitamani hata maumivu yake niyabebe mimi. Nikamwambia, niambie mpenzi, mbona umechoka sana? Silvia, naomba nipumzike, nimechoka mno, sihitaji kwenda nyumbani kwa sasa. Nikamwambia, najua hutaki kelele za mkeo Alibaki kuniangalia kwa upole. Nilimpikia chakula na alioga na kupumzika. Tafadhali mpenzi, ikifika saa nne usiku niamshe, nataka nilale walau masaa mawili tu. Benson alisema hivyo, nilimkubalia. Nilala pembeni yake huku nikimpapasa nywele zake, midomo yake, hata nyusi zake. Nadhani mpenzi msikilizaji, wewe unajua vile mtu ukilala na mtu unayempenda nilijisikia amani kubwa mno, nilimwonea huruma kiasi. Kila siku alikuwa akiniambia visa vya mkewe anavyovipata kwa mkewe, na mimi pia usingizi ulinipitia. Tulishtuka tayari ilikuwa saa tisa usiku. O oh, Mungu wangu Sylvia, hujaniamsha alikurupuka Benson na kulalamika, na mimi pia nilishtuka. Am sorry, usingizi ulinipitia nilimjibu hivyo. Alinuka na kuanza kuchukua nguo zake avaa ili aondoke. Nilimfuata na kumzuia nikamwambia, be, ni kweli saa hizo unataka urudi kwako? Hujui tu humjui vizuri mwanamke, mimi sitai kelele na yeye, mimi sitai kelele kabisa. Alinjibu hivyo nikamwambia, okay fine. Unaondoka, akikuuliza ulikuwa wapi utasemaje? Alibaki anamtizama kisha irudi kitandani kukaa, ukashika shati mkononi. Nilimsogelea na kulichukua shati lake, nilichukua taratibu na kuliweka pembeni. Nilimsogelea zaidi na kumwambia walau mara mmoja tu mpenzi wangu, jipe furaha mwenyewe, huku nikimkumbatia. sijawahi kulala nje, hii ndio mara ya kwanza, sijui itakuwaje. Alibaki akisema hivyo. Nilimsukuma kitandani na kumlalia juu, huku nikimwambia relax, mpenzi Tayari tushakosea, wacha tulipigia mstari kosa letu. Alibaki kutulia tu. Nilianza kumbusu na kumpa mate. Hakuwa na chaguo zaidi ya kushirikiana na mimi. Tulimaliza jambo letu, miili ikiwa mepesi na tulianza kupigia stori. Beni wangu, tutaishia hivi mpaka lini? Nilimuuliza hivyo. Kivipi? Unakumbuka, unakumbuka, lakini nilikwambia kila kitu, sikukuficha alinijibu hivyo. Nikamwambia, najua, ila kuna muda moyo wangu unaumia sana. Moja, kukuona katika hali hiyo. Mbili, sina chaguo zaidi ya kubaki kuwa mchepuko wako. Niambie kama unanipenda kweli. Niliongea kwa upole sana. Aligeuka na kusema, sidhani kama kuna wiki inaisha ikiwa hujaniuliza hili swali na jibu langu ni lile lile tu, nakupenda. Nakupenda kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Hata nikifa leo, basi tambua nakupenda, na hakuna atakayekupenda kama mimi. Aliongea kwa hisia, huku akinishika mashavu yangu yote mawili. Nilipata hisia kali na kuanza kulia. Kwa nini unalia? Aliuliza. Sijui Beni, lakini kwa nini Mungu katupangia hatima hii? Kwa nini sina uhuru na wewe kwa nini haikuwa mimi akawa mkeo? Kwa nini yaani? niliongea huku nikilia kwa sauti. Alininyamazisha na kunikumbatia ahafa. Nilisikia mlango wangu wa sebuleni uliogongwa. Nilishtuka, ni nani huyu saizi? Nilitizama saa, ilikuwa saa kumi na moja kasoro asubuhi. Nilitoka kimya kimya mpaka sebuleni, nilichungulia dirishani, nilimwona mkewe Beni. Nilishangaa, Kapajuaje hapa na kajuaje kama mkeo yupo kwangu na amewezaje kutembea usiku mpaka huku hmm? maana kulikuwa kuja pambazuka bado. Nirudi ni ndani na kumwambia Beni ni mkeo hivyo, tulia tuli. Nilitoka tena na kufungua mlango. Karibu, mbona saizi? kwema huko? nilimuuliza hivyo. Aliniangalia na kusema anamtafuta mume wake. Nikamuuliza, kwa hiyo uliambiwa yuko hapa? nilimuuliza tena. Ndio, kuna mtu amesema mara ya mwisho alimuona usiku kaingia kwako. Nilizidi kushtuka. Nikaambia hayupo kwangu, tafadhali ondoka. Nilimjibu hivyo. Unanijua mimi? aliuliza. Nilimwangalia na kunyamaza kimya. kama yupo humu ndani kwako, naomba nipishe nione naye, aliongea huku akijaribu kunisukuma mlangoni. Nikaambia dada, mbona uko hivyo? hujionee huruma na hali yako Nimesema hayupo humu. Nilijaribu kumtuliza, akaniambia, nitakudhailisha, nitakuaibisha, mwisho nitakujazia watu na nitakupa kesi, sitajali wewe ni mwanasheria. Nilitulia kimya na kuwaza nifanye nini. Alianza kubwata kwa sauti hivyo, wana, hujua uchungu wa mume? Wewe mpisha ingie. Alikuwa ni Beni, aliongea hivyo aliongea huku akiwa nyuma yangu. Nilijikuta nguvu zikiniishia, niligeuka na kumtazama Beni. Nilisogea pembeni huku nikifungua mlango zaidi, walikutana uso kwa macho na mkewe. Malaya wewe! Kumbe kweli huyu ni mwanamke wako, nilibisha sana nilipoambiwa. Aliongea huku akiwa kamvamia mumewe na kumpiga mabao.